Ya, ya spana sawa. Hata hii video ki watch na jua unaniona, tafadhali make sure that you you subscribe like the video share. Ukisha sub uniambie tu hapa hapa Rafu ni subscribe, alafu mimi nitajua vile nitakufanya. Thank you so so much guys for subscribing to to to this channel manzera, road to, road to 50k subscribers, so tuko hapa, tumeona manzi mwingine na wewe manzi, sijui kama ni ni ni, hele na manani mrudhi tu tu na tu amepita hivyo vizuri. Kamera kamera mana unaweza zoom pale, unaweza zoom, tukakuja tu hapa tu tu vizuri tmongelapabele. Unaona guys, mimi nawambianga ni maneno. Sasa nataka utulia, utulia hapo kwanza, nitakuita sawa? Kawambianga, napenda hii maneno, napenda kushikashika watu kama hawa. Amtakange kuelewa huyu jamaa kama ni yule yule. Mwingine alishikwa guys, yule mwingine alishikwa na uh, ako ndani, lakini sana huyu naona sijui kama ni bado ni Helen

msiwa nduhi ama ni msiwa nini? Na huyo ni mwanafunzi ama ni nini? Yani watu tu yani tu, wamama watu. This time tu ma, ma form four ndio wanakulu watu wanakulu tu yani, wakimaliza pepa wao pia wanamaliza pepa ingine. Wamama watu wamaliza pepa, na, pepa na, na mimba, na huyu anakaa tu Helen, wallahi Nice. Mwanahuyu tumfanyie nini? Alai, tumfanyie nini watu kama hawa? Eh, jamaa amepandisha e, demo kwa pikipiki. Eh. Sasa mimi hapa siendi, aanawasi walikuwa wamelalamika. Alafu unazuia una watu kufanya kazi yao. Alafu unazuia mtu kusikia mzuri, wacha huyu sasa, nimwache asikie mzuri peke yake hmm. Lakini akienda ya kuingiza hivi, mimi naenda kabla ingize kabla ingize, lazima niendean leo ni kichwa.

Cameraman, mbona mbona cameraman, mmbona sura yako imeinuka hapo mbele ha? Umeanza kunyonji watu wanasikia, hmm, vizuri hapa nje. Na mimi niko single bwana, yaani mimi niko single, hata nakula na kulana. Tuko hivi na watoto wa shule

Ni nini yako naangalia kule ndio afu huko ni nani? Yeye sasa nimemwambia ndio pikipiki ya starta huko. Starta na kwangu na huko pikipiki. Ah, hii. Eh? Hii ndio nilikuwa namwambia ni guzie guzie. Ngoja. Ni nini hiyo yuko? Ni nini yuko anasema ngoja iko karibu, iko karibu kutoka. Sasa hii ndio ilikuwa inadaibu nini? Wakati bro, wakati ukiwa hapa, ulikuwa unafanya fanya hivi kushika, nilikuwa ajaribu ku stretch. Ile ina inuka tu kidogo. Eh. Na belt mbona kutoka? Belt ni vile kufinyo; ilikuwa na finyo huko sana. Nikaitoa. Ni nini unaruka ruka? Sikumba tu hapa tu ulikuwa umeshika pikipiki umechora vizuri, si ndio? Aample na hii ni tai yako, shikilia hapa eh. Ni mwanafunzi, mwanafunzi, imeishia moto

Joto. Joto. Kwa yeah. Joto. Joto, yeah. Kwa tu na, mbona naona vitu zinamwagika mwagika kwa huyo msiana? Si, mboro yako iko um, imebakisha CD kwa mboro yako. Ujatoanisha CD kwa mboro yako, akona CD direkta, hajatoa CD kwa mboro. Na hapa hapa naona mbili zijatumika mboro yake

Ini shule gani inavaa hivi? Hata kondomu uko nayo kwa ngoro yako bado. Wacha tu ikae hapo, usijaribu kuitoa, usijaribu kutoa. Sina kitu. Uko nayo, kitu uko nayo? Si huyu ndo nimemwona akikuingiza hapo ndani anini nafanya? Napeleka nyumbani, mzazi anajua kwamba anakupelekanga nyumbani? Mzazi wake anajua, anakulipa pesa na anampeleka? Ni leo ndio mmepatana kwa mara ya kwanza ama nimekuwa nampelekanga

Uko tu mzuri unaambia msichana na kutoka, ukishika sio ni masa yani kuchoka, kuchoka, hadi nikamwambia singoje kidogo namalizie issue ninauliza kuchoka na naona. Uh -huh. Umeingiza sidi kwa mboro yako na ni kama umeipasua, mbona spams ziko zinaanguka kwa mapaja? Msichana mimi naona hii si joto bwana, joto inakaaje? Na inakaaje gamgamu hivyo, ama na nyeshanga? Spams sisi tunafanya na, na, na, na, na, na kikundi ya watu education sasa hivi nitapigia nitapigia po, polisi nitapigia sansa. Tafadhali, kitu gani sasa? Wewe unakula unakula unakuja kufanya unafanya exam <laughs> yaani wewe unafanya exam kisha unatoka kwa exam tu hivi unakuja unakulwa? Tutarudia tena tutarudia hivi hivi ndio kama mnavaa shule bwana. Anaitwa nani wewe? Mimi naitwa Uchi. eh, bwana Uchi, wewe ni Uchi? Uchi, wewe kazi yako ni wangapi, mmekuwa ukikula hivi Si hivyo mi, mi unaona, kama leo leo mm. ndio ilikuwa tu kusema tu kweli, hata hii mm. pikipiki mm. si yangu, nimepewa nifanye nao kazi, kazi. Yeah. Shule. Si mm. hivyo hmm. ni vile nilikuwa tu ameomba nimsaidie nimpeleke kwa nyumba mm. hivyo. Yeah, si, dadangu unaitwa nani? Abigail. Kwani shule zenu zote hazina badge na hii ndio time mnavaa ama hii wewe ni prefect? Na mnavanga tai kala gani? Tunavanga blue stripes za white, white. Mm -hmm. Nice. Blue stripes za white. Kuja, hebu niambie mm -hmm, navanga blue stripes za white sindio? Mwaisema nito? Abigail Abun Abun tajio tutoi uh, shule uh, uh, yenu uh, uh, rafiki yako wa karibu anaitwa Helen. Eh? Anaitwa Helen. Helen. Eh. Helen. Eh. Hey. Ndio rafiki wangu wa karibu. Umemwacha hapi? Nimemwacha shule. Akenda nyumbani. Akenda nyumbani. Mm. Helen ni rafiki yake wa wa karibu. Eh. Bro. Unajua, kuna dem mwingine, unajua kuna dem mwingine nilimpata nilimpata kwa kwa msitu tu hivi na mtu wa boda. Haya. Anaitwa Helen. Unajua kuna msichana anaitwa Helen pia hivyo. Nilimpata kwa msitu. Shuleni, mnaruhusiwa kutoka na watu wa boda kwenda kuliwa nje? Bwana, turuhusiwi. Tafadhali. Nikuulize, Helen, unajua Helen, unajua huyo Helen mwenye anasema, unajua mamake? Hapana, unajua mamake? Eh, sikini Helen, rafiki yako? Eh, rafiki yangu Derek. siju kama kuna kuna tena kuonyesha hiyo. Nikuulize, kama ni huyu Helen, huyu ndio Helen unaongelelea bro? wewe kaa tu hapo. Wewe, nataka kuponda hiyo mboro yako kabla tufike kwa police station mbagu. Ah ah, sasa niangalie, niangalie wewe, kazi yako ni kubeba watu kubeba watu ama kuangalia vile demo amevaa, ndoenda mnakuluaajinamtua amekupeaniakuja naye hapa eh? wewe acha utasamehewa tu binguni, mimi sio Yesu. Nikuonyeshe hiyo ndio, ndojue kwamba unajua huyu msichana eh, namu a a usimjui au umjui? Uko shua? Umjui? Simjui. Uko shua? Umjui? Simjui. Aujui Helen huyu? Huyu huyu, kuja hapa. Mbona unakuwa na wasiwasi? Unajua umjui sio? Umjui? Haya, sawa sawa, kituzame huyu mama, unamjua ambao nao msema mjui. Unajua, unajua natupima akili. Unaona hii unaona hii, kaa hapa chini tawe, kaa hapa chini eh, enda hapo chini. Lazima tujue ukweli wa mambo bro. Ah, acha ni acha ni fanye ile, sasa ni cheki. Si watu watu bado wanaweza kaa chini na waongee? Watu kaa tu chini eh, watu kaa tu chini kwa kikao. Sasa rudia, wanaongea sasa si, wewe ni si si si si si si kazi yako unakula, umekuja hapa unakula, angalia tu hii kitu. Niangalie. Mimi mimi. Mimi siangalia nikusamehe mimi. Mimi mimi sio sio Yesu. Sasa simama bro simama mtu akuinama unasetia mwenzako saba. Simama tu simama tu, acha ndio nikuamsha. Unasimamishia mtu una una, hey bro, yaani mpaka bro, unasema unasema tu karibu kutoka ni nini, karibu kutoka hii pipe ndio ilikuwa ni ni hii hii pipe ndio ilikuwa inaleta leta nini sana, hii pipe hii pipe ilikuwa inaleta nini, sasa ilikuwa inaenda kutoka kapi kapi, kifungu kifungu. Sasa Dereta, nataka tupigie tupigie ule, ule, ule polisi akujia hao. Hey, nini, nini, oh. Mm. Sasa basi, uko tayari tubonde hiyo mboro yako hapa chini alafu nikuachilia, alafu niambie dereta azime hiyo kitu tuendeze tu, weka tu mboro yako hapa hivi bonde kama mara mia moja Apa. Basi, basi tuwezi ongea tu, eh. Na wewe wanataka kusamehewa, wanataka kusamehewa. Naona chini namwagika spams za wanaume za huyu jamaa. Umedungwa hapa unapiga nduru hapa hivyo, ukisetia mtu unachorea mtu saba. Utarudia uh, mwambie yeye, utarudia kumpea si mimi? Yeah, ndio utarudia